Na mwendelezo wa ligi kuu Tanzania bara akati ya wenyeji Simba dhidi ya wageni Azam FC zinamalizika katika dimba la Mkapa jijini Dar es Salaam kwa timu zote kutoshana nguvu eh, ya sare ya goli mbili kwa mbili walikuwa ni Azam FC kipindi cha kwanza, dakika ya kwanza kupitia Jibril Sila walipopata goli la kwanza na la kuongoza huku Sila akipokea pasi nzuri kabisa kutoka kwa uh, Edi Suleiman Nado, lakini baadaye Simba Sports wakaweza kusawazisha goli hilo baada ya Elie Mpanzu kupokea pasi mujarabu kabisa kutoka kwa Kibu Dennis Prosper na kwenda goli moja kwa moja. Lakini baadaye Spia Jayara, yani Abdulrazak Hamza akapiga bonge la kichwa akipokea pasi nzuri kabisa uh, kutoka kwa Jean Shalaya wa na kufanya mchezo kuendelea kwa goli mbili kwa moja, lakini dakika za jioni kabisa Simba Sports anaruhusu bao kupitia uh, kwa Zidane Seleli akipokea pasi nzuri kabisa, uh, pasi bora ya mwaka kupitia uh, Fesal aliyempigia Zidane Seleli mwisho wa siku Zidane anakomesha mpira kambani na mchezo kumalizika kwa goli mbili kwa mbili. Simba Sports anachukua alama moja, Azam FC naye anachukua alama moja. Simba Sports michezo 20 akiwa na mchezo mmoja mkononi alama 51 huku eh, Azam FC nao wakiongeza alama moja. Kwa hiyo Simba Sports akishinda mchezo wake wa kipoli dhidi eh, ya Dodoma Jiji atakwenda moja kwa moja eh, katika nafasi ya pili akiwa na pointi 54 huku kinara Yanga yeye akiendelea kusalia katika nafasi hiyo na pointi 55.